Tutakuwa na a very strong panelist ambayo wanafanya discussion ambayo ni intensive inayotoka inayotoa matokeo na katika hiyo sisi hatutahitaji kuwa na storytelling. Mtu anakuja anakuambia, mimi ni mtoto wa mama yangu, alikuwa ni mama ntilie, nimejibana mpaka nikafika. I don't want to hear such a story. Tunataka tuambie going forward. Programu ya kilimo la kijina, Dynamic Agriculture Program imeandaa hamasa ya kilimo tija kwa wakulima halisi waliopo vijijini kama sehemu ya kuhamasisha kilimo hicho, Dynamic Agriculture Program wameandaa tamasha ama maonyesho maalumu ya kilimo yatakayofanyika katika kijiji cha Jojo kata ya Santiria Mbeya vijijini kuanzia Aprili 25 mpaka Aprili 30 mwaka huu 2025, kama asemavyo mkurugenzi na mratibu wa maonyesho haya mbele ya waandishi wa habari Fadhili Harrison, karibu.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 TFC, Mbeya ambayo ya mbolea Tanzania, mbolea Tanzania kwa Kiswahili. Sisi ni taasisi ya serikali ambayo inahusika na usambazaji wa mbolea katika maeneo yote mbolea Tanzania, Tanzania nzima, kwa kuunga mkono mwaliko wa ndugu yetu hapa Dynamic Agriculture Program, pia e, kwa kuzingatia juhudi ambazo wanazifanya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Tanzania. Sisi kama taasisi ya serikali tumelenga sana kufika kwa mkulima yule wa chini kabisa wa mwisho, na kama ukiangalia TFC na mbolea zote, mbolea za kukuzia DAP, mbolea KDSA, na tumetoboa mpaka vijiji vya ndani kabisa. Tunashukuru sana jitihada uh, ambazo anazifanya wa waziri mwenye dhamana, mheshimiwa Bashe, waziri wa kilimo, kwa kutupa sisi uwezo wa kufika ndani na kuhudumia wakulima wote. Siku hizi kwenye kilimo, kilimo ni sayansi. Tumezoea zamani kwamba kila mtu anachanganya tu chochote, mkulima anachanganya mbolea hii na mbolea hii kupata matokeo, lakini kilimo ni sayansi. Kwa hiyo, kwa kupima afya ya udongo, kufuata maelekezo ambayo ndugu zetu wa TFRA wanafanya, tutaweza kufanya kutoa elimu kwa wanakijiji wa Jojo katika maonyesho haya. Kwa hiyo tuna omba sana wazingatie, kwa sababu ni fursa ambayo imewafuata kwao, tofauti na nane nane ambayo inafanyika mkoani huku, wengi wengine hawafiki. Hii ni Nyikani TV na langu jina ni Gordon Kalurunga.